Wataalamu wa lugha ya Kiswahili wanashinikiza kumuniwa kwa baraza la kitaifa la Kiswahili ili kukuza lugha. Naam, kwenye kongamano la siku mbili lililofanyika katika chuo kikuu cha Alupe kaunti ya Busia, kada wao ni jadili mbinu za kuwezesha lugha ya Kiswahili kuiana na mabadiliko ya kila mara ya teknolojia. Naam, Jen Jeroticha alihudhuria kongamano hilo na kuandaa taarifa.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 kujieleza. Moja kati ya mada hizo ni Kiswahili, lugha, fasihi na akili unde, yaani kwa maana ya artificial intelligence. Changamoto zilizochangia kukwama kwa undaji wa baraza la Kiswahili zikizungumziwa, wadau wakisema kuwa baraza hilo litachangia kukua kwa lugha na kuimarisha lugha ya Kiswahili nchini, hasa sasa ambapo uvumbuzi wa teknolojia umepata kasi, na ni lugha ambayo unafaa kuikuza na kuwekeza rasilimali uh, kukuza hii lugha na tunafuraha sana kwamba kongamano hili i liko hapa na tumekuja kuungana na wenzetu. Tunaka njia mengi sana kuhusu mambo ya kuengeleza Kiswahili nakuna Uganda tunkaana tukikuze a ugandanazama